Ndugu zangu, sisi wanakisarawe tumeumbwa kuwa na watu wa amani na upendo, sawa. Amani yetu ni muhimu sana, na umoja na mshirikiano. Tumebarikiwa ardhi yenye rutuba, tumebarikiwa maeneo mengi sana, hatuna haja wala hatuna erengo la kuona ng'ombe wanakuja kaa kwenye makazi ya wananchi. Ukienda Yombo Rukinga kuna maeneo mengi sana ya ufugaji, ukienda Mafizi, ukienda Dororo, ukienda Gwata kuna ranchi heka na heka za watu kule. Mwenyekiti wa ufugaji anajua hilo. Mimi binafsi ninashangaa na nasikitika kuona viongozi wanachukua watu wafugaji, wanawaleta maeneo ya wakulima. Hatukatai kisarawe watu kuja wafugaji, lakini unakuja kufuga wapi? Sisi tuna ranchi, watu wanapewa heka na heka, na heka nyingine mnauza. Kwanini msiwauzie wafugaji mpaka mwalete kwenye eneo la wakulima? Watu wanalima, wazee wangu, akina mama, mtu anajichanga analima mahindi mihogo yake analima ufuta, uwe unaleta oh, ng'ombe dakika kumi analisha fya. Mambo gani hayo? kwa mamlaka nilionayo kuanzia sasa, mwenyekiti wa kijiji na kusimamisha kazi. Hautakiwi kujihusisha na shughuli zozote za kijiji kuanzia sasa. Pamoja na hayo, polisi na kuelekeza mkamate mwenyekiti wa kijiji, tunaondoka naye mpeleke kwenye gari pale, mpaka tume inayoiunda imalize uchunguzi wa hapa. Nilisema Kisarawe tunaenda mwendo wa sho sho, asiyewajibika tunamwajibisha. Hawa ndio wanaisababisha serikali kutukanwa. Mtendaji wa kijiji, unasimamia nafasi iliyopo Mheshimiwa Dasi, siku ya Alhamisi tunakutana hapa mkutano mwingine tena. Mheshimiwa Rais hataki kuona wananchi wake wananyanyasika, wanaonewa. Hakuna mtu ambaye anajiona yeye ni bora kuliko mwingine. Kisarawe ilikuwa imekuwa kama shamba la bibi, wananchi wanapigwa, viongozi wapo. Mtu anadhulumiwa eneo lake, ananyanyaswa, analishiwa maeneo, bado anapigwa. Hatuwezi tukaendesha kwa mwendo huo na mimi nilishasema, ukitenda uharifu tutakuwajibisha. Na nyiye viongozi ambao mmeletwa hapa utendaji wa vijiji na kata, nataka na niseme iwe mwanzo na mwisho, mwananchi anapopiga simu pokea. Mi napokea simu mpaka saa nane usiku, jamani, si uongo. Mtendaji wa kijiji, mwenyekiti wa kijiji, upokee simu. Mwananchi anakuambia ng'ombe wangu wamelishwa, polisi kata yupo. Nanyi watendaji mmepewa vifaa vyote na mheshimiwa Rais. Nataka niseme kila mtu atimize wajibu wake. Usipotimiza wajibu wako, tunakuchukulia hatua, tunakuondoa kwenye nafasi yako, na hasara iliyoingia kwa wananchi utailipa. Hatutaki uzembe.